Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ilivyoada, tumekuwa tukikusogezea kila update inayojili kuhusiana na matukio mbalimbali mbali ulimwenguni, na taarifa ambayo tumeipata hivi punde inasema kuwa ndege ya shirika la ndege la Air India iliyokuwa ikielekea jijini London nchini Uingereza imeanguka katika eneo la makazi ya Meghani Nagar nchini India ikiwa ni na jumla ya abiria na wahudumu 242. Ndege hiyo inadaiwa kudondoka ardhini muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad saa 7 na dakika 38 mchana wa leo Alhamisi, Juni 12, 2025. Shirika la Habari la Reuters limeripoti leo Alhamisi, Juni 12/2025 12, kuwa inahofiwa kwamba kuna vifo na majeruhi wengi katika ajali hiyo. Ndege hiyo ya Air India aina ya Boeing 787-8 Dreamliner line ilikuwa na abiria 230 na wahudumu 12, wakiwemo Rubani Mkuu, Sumit Sabharwal na rubani msaidizi, Clive Kunder, ambao wote walikuwemo ndani ya ndege hiyo. Ndege hiyo, iliyopaa kutoka uwanja wa Ahmedabad saa 7 na dakika 38 mchana siku ya leo, ilikuwa na jumla ya watu 242 ndani. Miongoni mwao ni 169 raia wa India, 53 wa Uingereza mmoja wa Canada na saba wa Ureno. Kulingana na kituo cha udhibiti wa polisi, ndege hiyo ya Air India yenye nambari ya safari AI 171 ilikuwa ikielekea London nchini Uingereza. Nanuku, mnamo Juni 12, 2025 ndege ya Air India 787 yenye usajili VT-ANB ikiwa katika safari ya AI 171 kutoka Ahmedabad kwenda Gatwick London, ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka Ahmedabad nchini India, imesema taarifa ya mamlaka hiyo. Mamlaka hiyo imesema kabla ya kuanguka ardhini, marubani wa ndege hiyo wametoa wito wa dharura wa Mayday, yani kwenda Kituo cha Udhibiti wa Safari za Anga ATC, lakini baada ya hapo hawakusikika tena kwenye chaneli ya mawasiliano hayo ya anga. Nanukuu, mara tu baada ya kuondoka kwenye njia ya kurukia ya Runway 23, ndege ilianguka nje ya uzio wa uwanja wa ndege. Moshi mzito mweusi ulionekana ukitoka katika eneo la ajali hiyo ilipotokea. Chanzo kimoja kutoka mamlaka ya usafiri wa anga DGCA kimeieleza Reuters kwa sharti la kutajwa jina. Na nukuu, safari ya AI 171, kutoka Ahmedabad kuelekea London Gatwick, imehusika katika tukio la leo, Juni 12, 2025. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na ndege hiyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.